Okay, mtu wa Mungu, yako mazingira na nyakati ambapo utakuwa umefikia mwisho wa nguvu zako. Akili zako ambazo siku zote ulizizoea zinakusaidia na zinakupa matokeo ni kama zinaanza kuwa zifanye kazi. Vyeti ambavyo umevisomea shule kwa muda mrefu na ulivitegemea na ulivitumaini ni kama vinapoteza thamani. Wakati kama huo ambao utakuwa unaona kabisa maamuzi pekee unayoweza kufanya ni kugailisha, ni kukata tamaa, ni kurudi nyuma, pengine kujifungia sehemu na kulia na kukosa msaada. Nyakati kama hizo unahitaji kujitia nguvu katika Bwana. Kuna kitu kinaitwa kujitia nguvu katika Bwana sio mara zote, hiki kitu utakisikia watu wanakizungumzia. Lakini kwa watu ambao wana shabaha ya kufika mbali kwenye maisha, kwa watu ambao wamekusudia kuachivu mambo makubwa, kwa watu ambao wanajua nyuma yao kuna watu wanawategemea, kuna kusudi la Mungu wanajaribu kulitimiza, kuna mambo makubwa wanajaribu kuyatekeleza hapa duniani, kujitia nguvu katika Bwana ni kitu cha kawaida. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa sita, maandiko yanasema ikawa, Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklag siku ya tatu, na hawa waimeleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklag, nao wameupiga Siklag na kuuchoma moto. Mstari wa pili, nao wamechukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo, hawakuwaua wowote, ila hawa, uh, hawa, waliwachukua na kwenda nao. Mstari wa tatu. Basi Daudi na watu wake walipoufikia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Mstari wa nne. Ndipo Daudi na watu wake waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu ya kulia tena. Daudi na watu wake walipoufikia mji, wakagundua kwamba wake zao na watoto wao wamechukuliwa wakalia hata walipokuwa hawana nguvu ya kulia tena. Nini kikatokea? Mstari wa sita, twende kwenye mstari wa sita. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao wote, watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Majira haya natamani nizungumze na wewe kwa habari ya kujitia nguvu katika Bwana wakati ambao utaanza kuhisi kwamba maamuzi uliofanya unaanza kuyajutia, mipango uliosuka na kuanza kuifanyia kazi, uwekezaji uliofanya, biashara ulioichagua ni kama inaanza kukuonyesha kwamba ulikosea haukupaswa kukifanya hiki kitu, haukupaswa kuifuata hii njia, wakati ambao unaanza kuhisi kila kitu kimekusaliti, watu ambao siku zote ulikuwa unawasaidia sasa hivi wako kinyume na wewe. Nataka mtu wa Mungu uelewe vizuri, nyakati ambazo zinakuwa ni za changamoto, majaribu, mara nyingi watu ambao walikuwa wanakufuata kwa nyuma, watu ambao walikuwa ndo wewe ndio kiongozi wao wewe ndio kimbilio lao, wewe ndio msaada wao, wanaweza wakakugeuka, wakakwambia ni kwa sababu ya wewe ndio tumejikuta kwenye hili tatizo. Kwa hiyo inawezekana ukafika kwenye lowest point of your life. Kila kitu ni kama kinakusaliti, mipango yako inakusaliti, watu wako wanakukataa, na maisha kwa ujumla, unaona ni kama yamekutenga. Inawezekana wewe ni mume na huyu ambaye anaonekana sasa hivi kama akuelewi, ni mke wako ambaye mwanzoni, una uhakika alikuwa anakuambia nakupenda kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote na akili yangu yote, lakini sasa hivi imefika point ni kama akuelewi. Inawezekana ni ndugu zako na familia yako, watu ambao ulipokuwa vizuri uwendo ulikuwa mtetezi wao, ulikuwa ndo kimbilio lao, lakini imefika time, kuna kitu fulani kimetokea, kuna mchezo fulani adui ameucheza kwenye maisha yako, na umepigwa kwa mahala fulani, umepigwa kwenye jambo fulani, hao watu ni kama wako kinyume na wewe U kimbilio lako, mtu wa Mungu, naomba unielewe. Kimbilio lako, msaada wako awezi ukapatikana kwa wanadamu. Ndio maana maandiko anasema amelaaniwa kila mtu ambaye anamtegemea mwanadamu, yule ambaye amemtoa Bwana kwenye moyo wake na kumfanya mtu kuwa kimbilio lake. Amelaaniwa kwanini? Kwa sababu mwisho wa siku mwanadamu atakudisapoint. Maandiko anasema Daudi alijitia nguvu katika Bwana mungu wake. Nataka nikuelekeze nini maana ya kujitia nguvu katika Bwana ili na wewe upate huu ufunuo alafu uende kudili na maisha yako. Sijui ni kwenye eneo gani, sijui ni kwenye kipande kipi, inawezekana ni biashara yako, ni kazini kwako, ni kwenye mahusiano, ni kwenye hiyo huduma, ni kwenye hayo maono ambayo Mungu amekuonyesha. Inawezekana kuna eneo fulani ambalo unahitaji kujitia nguvu katika Bwana. This is how we do it, number one, kujitia nguvu katika Bwana ni kuanza kulizungumza neno la Mungu ni kuanza kulizungumza neno la Mungu kuhusu ukuu wa Mungu katikati ya matatizo yako. Kujitia nguvu katika Bwana ni kuanza kuzungumza neno la Mungu au kuanza kuzungumza ukuu wa Mungu katikati ya matatizo yako. Mara zote unapokuwa kwenye matatizo, unapokuwa kwenye majaribu, unapokuwa kwenye kipindi kigumu, adui huwa anajaribu kuiba ule uhakika ndani yako. Adui huwa anapigana na ile picha ambayo uliiweka ndani ya moyo wako, na kwa hiyo ukafanikiwa kumwamini Mungu, na kwa hiyo ukafanikiwa kuamini kwenye kesho yako, na kwa hiyo ukafanikiwa kujishawishi na kuamini kwamba inawezekana. Adui huwa anapambana na hiyo picha. So wewe, kujitia nguvu katika Bwana ni kuanza kumzungumza Mungu wako vile alivyokuwa mkuu, ni kuanza kulitafuta neno ambalo litakuwa linaongea jinsi ambavyo Mungu wako ni muweza katikati ya matatizo ambayo upo. Adui huwa anatafuta kukuonyesha kwamba Mungu amekuacha. Adui huwa anatafuta kukuonyesha kwamba Mungu alikudanganya. Adui huwa anatafuta kukuonyesha kwamba muda umesha kwenda sana na hakuna namna unaweza ukakomboa chochote. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza hadi wa nane kama ukipata nafasi, naomba uende ukaisome hii Zaburi kwa sababu ni yote nimeichukua Zaburi sura ya 121 mstari wa kwanza hadi wa nane Maandiko yanasema: nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wa msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, asiyeacha mguu wangu usogezwe, asinziaye asinziaye, asinziaye akulindaye, naam hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ndiye uvuli mkono wako wa kuume Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na wingi yapo tangu sasa na hata milele. Ukisoma Zaburi kama hii, ndani yako inaanza kuumba ujasiri. Do you know, you know? Kwamba neno la Mungu ni loo, zaidi ya kwamba hili neno la Mungu ni maandiko ni loo, unapokuwa unalitamka Zaburi kama hii ya 121 kwenye nyakati ngumu, kwenye situation ambazo zimekukamata wakati ambao unaona kila kitu kinakufrustrate, wakati ambao unahisi kila kitu kinakunyanyasa, unapokuwa unalikili neno la Mungu unasema, Bwana ndiye uh, msaada wangu, Bwana ndio kimbilio langu, Bwana ndiye nguvu zangu, Bwana ndio mtetezi wangu, Bwana ndio nuru yangu, Bwana ndio wokovu wangu, ni muogope nani? Kadiri ambavyo unakuwa unaachilia matamko kama hayo, yale matamko yanakuwa yanameza ile hofu a nshumu hizo situation zote na kukuacha ukiwa kwenye state ya amani, na kukuacha ukiwa kwenye state ya tumaini. Kwa hiyo kujitia nguvu katika Bwana ni kurudi kwenye neno ambalo Mungu amekupatia na kuanza kuzungumza kuhusu yeye, kuanza kuzungumza kuhusu ukuu wake, kuanza kuzungumza kuhusu nguvu zake kutoka kwenye neno lake. I hope utakuwa umenielewa. Namba mbili nini maana ya kujitia nguvu katika Bwana? Kujitia nguvu katika Bwana ni kuanza kuzungumza na kukiri ahadi ambazo Mungu amekuonyesha na kukufunulia. Kuna vitu Mungu amekuonyesha na kukufunulia inawezekana amekuonyesha kupitia neno lake au amekupa picha fulani ndani ya moyo wako, ambayo kwa hiyo ukiangalia unasema, ninatumaini kesho yangu itakuwa njema. Ambayo kwa hiyo ukiangalia unasema, natumaini kwamba haya madeni sitakaa milele yote. Ambayo kwa hiyo ukiangalia unasema, siwezi nikaishia kwenye hatua ya kwanza kwa miaka yote. Kuna siku nitakuwa pale, kuna siku nitakuwa kule, na kuna siku nitakuwa mtu mkuu kwenye maisha yangu. Kujitia nguvu katika Bwana ni kuanza kuzungumza na kukiri hizo ahadi ambazo Mungu amekuonyesha. Zaburi ya sabini na moja mstari wa kwanza maandiko anasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Unapokuwa kwenye situation kama hizo, maandiko kama haya unatakiwa kuanza kuyakumbuka, unaanza kuyazungumza kwamba neno la Mungu linanionyesha napomkimbilia Bwana there is no way nikaaibika. Hakuna mtu ambaye amewahi kumkimbilia Bwana na akawahi kuaibika. Liko andiko jingine lina nasema, ah, tangu nilipokuwa kijana hata sasa ni mzee sijawahi ona mwenye haki ameachwa kamwe, wala mzao wake kutanga akiomba barabarani. Kadiri ambavyo unakuwa unazungumza ahadi kama hizo ambazo zinaachilia uhakika wa Mungu kwenye maisha yako ambazo zinaachilia eh, kushawishika ndani ya moyo wako kwamba Mungu anaweza, Mungu anaweza kakusaidia maandiko kama haya yanakutoa. So kujitia nguvu katika Bwana ni wewe kuanza kukumbuka Mungu alikuonyesha nini kutoka kwenye neno lake. Njia rahisi ya kuweza kujua neno ambalo Mungu amekuonyesha kipindi ambapo utakuwa unasoma maandiko. Kuna mistari utaisoma lakini haitawahi kutaka kuondoka kwenye akili yako. Utakuwa ni kama mstari fulani ambao baada ya kuusoma kwenye Biblia, huo mstari ukawa umeandikwa kwenye moyo wako. So kujitia nguvu katika Bwana ni kuendelea kuzungumza hayo maandiko ambayo yameumbika ndani ya moyo wako. Namba tatu, kujitia nguvu katika Bwana ni kufanya nini? ni kuanza kuutafuta uwepo wake kwa maombi Haswa haswa kunena katika lugha, ni kuanza kuutafuta uwepo wa Bwana kwa maombi, haswa kuomba katika lugha. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza mpaka watatu, maandiko yanasema wa aketie mahala pasili pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kwanza tuishie hapa, aketie mahala pasili pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Maana yake nini? Unapoingia kwenye uwepo wa Mungu, unapoanza kumtafuta Mungu kwenye maombi, unapoanza kutengeneza dedication yako ya kutengeneza muda wa maombi, unakuwa umeketi mahali pa siri. Nini kinafuata? Mungu anaachilia uvuli wake juu yako. Maana yake uwepo wa Mungu unakuwa umekufunika. that presence of God inakuwa imekukava. Mstari wa pili unasema nitasema. Sasa elewa kitu kimoja hautakuwa na uwezo wa kusema hiki ambacho anakisema mwandishi wa Zaburi kama haujafunikwa na uo uvuli maandiko. Anasema, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninaye mtumaini, maana yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Mtu wa Mungu, ninashawishika ndani ya moyo wangu kuanzia leo Kuanzia sasa, kuanzia wakati huo, utakuwa unajua nini cha kufanya pale ambapo unaona kila mtu mwingine haeleweki, rafiki yako haeleweki, uh, video unazoziangalia online hazieleweki, vitabu ambavyo umevisoma havieleweki, mchungaji wako pengine unajaribu kumsikiliza naye unaona haeleweki. Nyakati kama hizo, unatakiwa kujitia nguvu katika Bwana. Thank you so much kwa kunisikiliza, tukutane kwenye kuni session nyingine.